Tuanzie uchambuzi wetu na hali ya huko Mashariki ya Kati ambako mashambulizi makubwa zaidi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza yamewaua zaidi ya watu mia tatu na ishirini na kuibua hofu ya kurejea kikamilifu katika vita vya miezi kumi na saba ambavyo tayari vimesababisha vifo vya maelfu ya Wapalestina na uharibifu mkubwa. Ikulu ya Marekani imethibitisha kwamba ilikuwa imearifiwa na ikaeleza kuunga mkono hatua ya Israeli huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiahidi kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya Hamas. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Jeshi la Israeli limewaamuru wakazi waondoke katika maeneo ya mashariki mwa Gaza, ikiwa ni pamoja na sehemu kubwa ya mji wa kaskazini wa Beit Hanun na jamii nyingine za kusini, katika ishara kwamba operesheni mpya za ardhini zinaweza kufuata. Ofisi ya Netanyahu ilitangaza kuwa Israeli itaendelea kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Hamas. Mashambulizi hayo yamevuruga utulivu wa muda mfupi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuweka hatarini maisha ya mateka walioko mikononi mwa Hamas. Hamas imelaani mashambulizi hayo, ikituhumu Israeli kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Afisa mwandamizi wa kundi hilo Izzat Arishek amesema uamuzi wa Netanyahu wa kurejea vitani ni hukumu ya kifo kwa mateka waliosalia. Aliongeza kuwa kiongozi huyo wa Israeli alikuwa akichochea mgogoro ili kuokoa muungano wake wa serikali ya mrengo mkali wa kulia. Afisa mwingine wa Hamas ameliambia shirika la habari la AFP kuwa kundi hilo linashirikiana na wapatanishi kuzuia uvamizi huo na kusisitiza kuwa Hamas ilikuwa imetekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini Israeli ilivunja ahadi zake. Wakati huo huo, familia za mateka wa Israeli zimeonyesha kukasirishwa na mashambulizi hayo, zikishtumu serikali kwa kuachana na juhudi za kuhakikisha kuachiliwa kwao. Jukwaa la mateka na watu waliopotea limetaka mkutano wa haraka na Netanyahu, waziri wa ulinzi na mkuu wa timu ya mazungumzo, likitaka uhakikisho wa usalama na urejeshaji wa mateka Roy Emek mkazi wa Tel Aviv ameelezea mashambulizi ya hivi karibuni kama hukumu ya kifo kwa mateka death... nadhani kurejea vitani ni hukumu ya kifo kwa mateka. Hilo ndilo hasa na nadhani sababu pekee ambayo muungano ambao serikali inataka kurejea vitani ni kubaki madarakani. Haina uhusiano wowote na kile kilicho bora kwa Israel, inahusu tu kudumisha muungano madarakani. Netanyahu anakabiliwa na shinikizo kubwa la ndani huku maandamano makubwa yakipangwa dhidi ya jinsi anavyoshughulikia mgogoro wa mateka na uamuzi wake wa kumfukuza mkuu wa shirika la usalama wa ndani la Israeli. Ushahidi wake wa hivi karibuni katika kesi ya muda mrefu ya ufisadi uliahirishwa kufuatia mashambulizi hayo. Kumekuwa na ukosoaji mkubwa pia kutoka jumuia ya kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea kusitushwa na mashambulizi hayo na kutoa wito wa kuheshimiwa kwa mpango wa kusitisha mapigano. Pia amehimiza kurejeshwa kwa misaada ya kibinadamu Gaza na kuachiliwa kwa mateka bila masharti. Muhamad Hadi, mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa maeneo yanayokaliwa ya Wapalestina, ameongeza kuwa mashambulizi hayo yanaweza kusababisha kuvunjika kabisa kwa usitishaji wa vita wa miezi miwili na kutaka kuheshimiwa kwa makubaliano hayo. Licha ya mashambulizi mapya ya Israeli, hakukuwa na ripoti za mara moja za Hamas kulipiza kisasi, hali inayoonyesha kuwa kundi hilo bado lina matumaini ya kurejesha usitishaji mapigano kupitia juhudi za wapatanishi. Hata hivyo, wakati pande hizo mbili zikishikilia misimamo yao na shinikizo la kimataifa likizidi kuongezeka, mustakabali wa usitishaji vita unasalia kuwa mashakani.